Kiongozi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ameitahadharisha tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuandaa chaguzi ndogo za huru na haki, akisema la sivyo Wakenya watashinikiza kuvunjwa kwa tume hiyo na nyingine kubuniwa kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Akizungumza akiwa katika eneo la Magarini kaunti ya Kilifi, Musyoka ameibua hofu kuhusu kiini cha kutoa kandarasi ya kuchapisha karatasi za kupigia kura kwa kampuni ya kigeni badala ya ile ya humu nchini. Victor Kayanda na taarifa ile. Huku tume ya IEBC ikiwa katika matayarisho ya lala salama kwa ajili ya chaguzi ndogo zilizoratibiwa kufanyika siku ya Alhamisi. Kiongozi wa upinzani Kalonzo Musyoka ametoa tahadhari kwa tume hiyo kuandaa uchaguzi wa huru na haki. Wakenya hawatarajii wizi mara ya pili Magarini. Na itarudia, Wakenya hawatarajii wizi mara ya pili hapa Magarini ama mahala popote pale. Kwa hivyo jukumu lililo kubwa sana ni, ni IEBC tume mpya hii, tume mpya ambayo zote twaelewa vile iliwekwa mamlakani. Kiongozi huyo wa Wiper aliyezungumza akiwa eneo bunge la Magarini kaunti ya Kilifi amesema chaguzi hizo zitakuwa mtihani kubwa kwa tume ya IEBC kudhihirisha kuwa wana uwezo wa kuandaa uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Msipofanya this one correctly, hakuna atawamini kwamba mnaweza kujumuika na Wakenya in 2027. Kwa hivyo hapa eh

Ama nyinyi nyote tutasema murudi mwende nyumbani. Matamshi ya Musyoka yakijiri baada ya kinara wa DCP Rigathi Gashagwa kumtuhumu naibu mwenyekiti wa IEBC Fahim Arafat Abdalla kwa madai ya kujaribu kuhitilafiana na uchaguzi mdogo wa Magarini. Musyoka sasa akitilia shaka iwapo zoezi la kuandikisha wapiga kura lilisitishwa katika maeneo yanayotarajia uchaguzi ndogo Alhamisi kimskit moja katika kila county katika kila constituency haijafungwa. And uh, tuna suspect hii ndio njia walitumia kumsajili awe mpiga kura. Huyu mtu anagombea kule Mbere North aitwa Mothendo the somebody alikuwa hayuko hayu, hayu ndani ya orodha ya kupiga kura. Kiongozi huyo aidha amemtuhumu afisa mkuu wa IEBC Marjan Hussein Marjan kwa kutoa kandarasi ya kuchapisha makaratasi ya kupigia kura kwa kampuni ya kigeni badala ya kuyachapishia humu nchini. Kawaida katika by election ballot papers ama makaratasi ya kupigia kura yangefanywa printing locally government by Kenya Literature Bureau lakini hakukua maana kupelekwa sasa, makaratasi mechapishwa na haija kufanyiwa ukaguzi na even the new commissioners. Hata hivyo, Musyoka ameonyesha imani kuwa wawaniaji wa upinzani wataibuka washindi katika chaguzi hizo.